Diamond, Diamond mwenyewe uh, ana magari yake yale ambayo yana number plate maalum. Eh? Yes. Ile namba ile unalipia ile, ile ni kodi. Hivi ni shilingi ngapi sasa hivi ile specialized number plate? Shilingi milioni 5 kwa miaka mingapi? Kwa miaka mitatu. Milioni 5 kwa miaka mitatu. Kama milioni moja laki saba kwa mwaka. Kama unazo za za, za, za ziada milioni tano hapo, unaweka namba yako pale, unaweka jina lako pale. <laughs> Eh nalo tatizo eh, lakini ndio hivyo ni njia moja bunifu ya mapato kwamba watu wanataka kuonekana wana mm. Au sio? Yes. Au sio? Au sio? Lakini lakini nikom... wanao, ma, matatu, yes. Mpaka matatu, manne, matano. Simba. Sasa hizo sahivi ziko nyingi sana. Hizo 1 na 2. Lazima umtaje nani? JSM, JSM Simba one, huh? Uh, kwa Simba, JSM, Simba. Simba au unataja Diamond. Kwa sababu pia. Kweli? Kweli? Eh yeah, Eh. Anajitaga Simba, long time. Yule mwenye mwenye Basi chui. <laughs> <laughs> <laughs> Kabla, kabla ro, Rolls Royce ya Diamond. Jamani, shilingi milioni moja laki saba ambayo ukiangalia kwa wastani, kama laki laki moja na nusu hivi, kwa mwezi unalipia namba jina lako likae pale, babu babu one, babu two, babu gamu, mbona unafurahia vile?